Halo tumsifi Yesu Kristo. Karibu sana kwenye novena yetu ya huruma ya Mungu leo ikiwa ni siku ya nne. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waumini wako, washa mapendo yako, peleka roho wako, vitaumba upya na nchi zitageuka. Tuombe. E Mungu uliyefundisha nyoyo za waumini wako ukiwaletea mwanga wa Roho wako Mtakatifu, tunakuomba utuongoze na yule Roho tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sala ya kutubu. Mungu wangu, ninatubu sana dhambi zangu, kwani ndiwe mwema, ndiwe mwenye kupendeza. Wachukizwa na dhambi, basi sitaki kukosa tena, nitafanya kitubio naomba neema yako nipate kurudi. Amina. Nia za novena ya leo. Maneno ya Bwana Yesu: Leo niletee wale wote wasioniamini na wale wasiojua, wasionijua bado. Wao pia niliwafikiria wakati wa mateso yangu makali, na juhudi watakayokuwa nayo baadaye ilinituliza moyo wangu. Waingize katika bahari kuu ya huruma yangu. Tuwaombee watu wote wasiomwamini Kristu, pamoja na wale wasiomjua bado. E hey, Yesu mwema, wewe ni mwanga wa dunia nzima, usipokee katika makao yako, makao ya moyo wako wenye huruma sana, roho za wale wote wasiokuamini na wale wasiokujua bado. Achia mionzi ya neema yako iwaangazie ili nao pia pamoja nasi sote waweze kutukuza huruma yako ya ajabu, na usiwaache wakatoroka makao hayo ambayo ni moyo wako uliojaa huruma. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu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 kama mwanzo na sasa na siku zote na milele amina. Baba wa milele, elekeza macho yako yenye huruma kwa roho za watu wale wasiomwamini mwanao na za wale ambao hawajakujua wewe bado, ambao tumewaingiza ndani ya moyo wa Yesu uliojaa huruma tele. Uwavute kwenye mwanga wa Injili. Watu hawa hawajui ukuu wa furaha iliyo katika kukupenda wewe wajalie nao pia waweze kuitukuza hisani ya huruma yako kwa miaka isiyo na mwisho. Amina. Kwa upekee siku ya leo tunasali kwa ajili ya mtumishi wako Papa Francis ambaye ulimjalia nafasi ya kuliongoza kanisa lako takatifu Katoliki na la mitume kwa nafasi ya halifa wa Mtume Petro. Leo imekupendeza kumtoa kutoka ulimwengu huu na kupumzisha mwili wake katika usingizi wa milele. Tunakuomba uipokee roho yake katika makao yako ya milele na uzikumbuke sala na kazi zake njema katika kanisa. Pia utujalie mrithi wa nafasi yake atakayewachunga kondoo wako na kuwaelekeza kwako. Raha ya milele umpe ee Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe ee Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe, e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani, amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyoasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina.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 utupe leo mkate wetu wa kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyoyasamee na si so waliotukosea usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzawa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yunawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzawa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu Amina. Na sadiki kwa Mungu mmoja, na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi mumba mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristu mwanaye wa pekee, Bwana wetu aliyetungwa kwa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akasulibiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu siku ya tatu akafuka katika wafu akapaa mbinguni amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, toka huko atakuja kuwahukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa mili na uzima wa milele. Amina. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, Utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo Utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele ninakutolea mwili na damu roho na umungu wa mwanao mpenzi sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na, yes na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpendwa sana Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. kwa ajili ya mateso makali ya bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu mwanao mpendwa sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya malipizi ya dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unaishi milele, utuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unayeshi milele utuhurumie sisi na dunia nzima. Mungu mtakatifu, mtakatifu mwenye enzi, mtakatifu unayeshi milele utuhurumie sisi na dunia nzima. Litania ya huruma ya Mungu. Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie, Kristo utuhurumie, Kristo utuhurumie, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristu utusikie. Kristu utusikilize. Baba wa mbinguni, Mungu utuhurumie. Mwana mkombozi wa dunia, Mungu utuhurumie. Roho Mtakatifu, Mungu utuhurumie. Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja, utuhurumie. Huruma ya Mungu iliyo sifa kuu ya muumba wetu Tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo kilele cha ukamilifu wa mwokozi wetu tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo upendo usiopimika wa Roho Mtakasa tunakutumainia. Huruma ya Mungu fumbo lisilofahamika la Utatu Mtakatifu tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo ishara ya uwezo mkuu wa Mungu Mwenyezi tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyofumbuliwa katika kuziumba roho za malaika wa mbinguni tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotuumba na kutuamuru tuwepo bila kutokana na chochote tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyotujalia maisha ya kutokufa tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotukinga na adhabu tunazostahili tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayo ilio tuinua kutokea katika tabu, unyonge na maumivu ya dhambi zetu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayotufanya wenye haki katika neno aliyejifanya mtu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayofurika kutoka katika majeraha ya Kristo, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayobubujika kutoka ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, tunakutumainia huruma ya Mungu iliyotupatia Bikira Maria mtukufu awe kwetu mama wa huruma, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyoonyeshwa katika kuanzisha kanisa Katoliki, tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayopatikana katika mafumbo ya sakramenti takatifu, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo inayotolewa kwa wanadamu wote kwa njia ya sakramenti ya ubatizo na kitubio, Tuna kutumainia. Huruma ya Mungu inayotolewa katika sakramenti ya Ekaristi na upadrisho, tuna tunakutumainia. Huruma ya Mungu inayoonyeshwa kwetu pale inapotuita na kutuingiza katika kuwatakatifuza wenye haki, tuna kutumainia. Huruma ya Mungu inayotimilika katika ukamilifu wa watu watakatifu, tuna kutumainia. Huruma ya Mungu chemchemu ya afya wa ya wagonjwa na wote wanaoteseka, tunakutumainia Huruma ya Mungu iliyo faraja ya wote wenye uchungu moyoni, tuna kutumainia. Huruma ya Mungu iliyo tumaini la roho zinazosumbuliwa na mkato wa tamaa, tuna kutumainia. Huruma ya Mungu iliyo mwenzi wa daima na popote wa watu wote, tuna kutumainia. Huruma ya Mungu iliyo inayowahi kutuletea neema zake, tuna kutumainia. Huruma ya Mungu iliyo amani yao wanaokufa, Huruma ya Mungu iliyoburudishwa na faraja yao marehemu toharani, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo furaha ya mbinguni kwa watakatifu wote, tunakutumainia. Huruma ya Mungu iliyo taji la watakatifu wote, tunakutumainia. Huruma ya Mungu chemchemi ya miujiza isiyokauka, tunakutumainia. Mwanakondoa Mungu uliyetuonesha huruma yako kuu katika kuikomboa dunia kwa msalaba wako mtakatifu, utusamehe e Bwana. Mwanakondoa Mungu unayejitolea kwetu kwa mapendo na huruma katika kila adhimisho la sadaka ya misa takatifu, utusikilize e Bwana. Mwanakondoa Mungu unayeondoa dhambi za dunia kwa njia ya huruma yako isiyo na mwisho, utuhurumie Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie, Bwana utuhurumie. Huruma anana za Bwana zi juu ya kazi zake zote, huruma za Bwana nitazimba milele. Tuombe. E Mungu uliye na huruma isiyo na mwisho na hazina za wema na upendo wako hazina mipaka, tunakusii utazame sisi watu wako huku duniani na, utuongo, na kutuongezea huruma yako tena na tena ili tusaidie tusije tukakata tamaa hata mara moja, haidhuru tukumbane na majaribu makubwa kiasi gani, bali tuweze daima kuzielekea na kuzishika amri zako kwa matumaini na kutimiza mapenzi yako matakatifu, ambayo ndiyo huruma yenyewe. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mwanao, mfalme wa amani na huruma, aishie na kutawala nawe na Roho Mtakatifu kwa pamoja mkituonesha huruma daima na milele. Amina. Raha ya milele umpe, e Bwana, Papa Francis, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umwangazie Papa Francis, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele wa raha ya milele uwapeye Bwana marehemu wote na mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina daima. Tunaukimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu Ostunyewe tukiomba katika shida zetu utuokoe sisi zote kila tuingia hapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Na washukuru ambao mmefanikiwa kuungana nami mwanzo mpaka mwisho. Na hata kama umekuja wakati imeanza lakini umeanza mwanzo mpaka mwisho, tutaendelea hivi mpaka tutakapofika mwisho. Mungu awabariki na niwatakie usiku mwema.